Hello mpenzi wangu, hello mpenzi wangu wa zamani, au ni wa sasa tena? Acha hizo basi. Umenimisi kweli, ama waniambia tu? <laughs> Wewe unajua tu kila siku nikilala na kuwaza, na ukituma meseji zako siku ule wa saa saba, moyo wangu huwa unacheza kama mtoto mdogo. Mimi pia nakumisi sana kuna wakati nalia tu, nakumbuka vile tulivyokuwa pale ufuoni, pepo wa bahari ukipiga nywele zangu na mimi nikilala kifuani kwako. Nakumbuka ilikuwa wanifunika na shati lako, wanaambia nisipate baridi la zizi e, nilikuwa na hofu usiumwe. Ile siku ilikuwa nzuri sana, ningependa ijirudie tena. Itarudi nami ni itarudi. Sasa mambo ya talaka yangu yamebaki kidogo tu. Najua nitakuja kwako tuanze upya. Lakini unajua nilifanya makosa mengi tangu uende. He, makosa gani tena mpenzi? Baada ya wewe kuondoka, nilijaribu kumpenda mtu mwingine, lakini moyo wangu bado ulikuwa kwako. Nilijifanya nimepona, lakini nilikuwa mnafiki tu. Nikaanza kumpuuza, nikamtengezea sababu ndogo ndogo zisizo na maana wakati mwingine, nikimwona na tabasamu, nilikuwa na mkalia ngumu, wala sicheki, na kila akiniuliza nimemkosea nini nilikuwa na mjibu kiukatili zaidi, ilhali moyoni nilikuwa najua hana kosa lolote. Pole mpenzi, kwa nini ulifanya hivyo? Nilikuwa najidanganya kuwa nimemalizana na wewe, lakini nilikuwa naishi kwenye kivuli cha kumbukumbu zako. Nikaanza kumwonyesha dharau Nikamfukuza taratibu kwa maneno mpaka siku akasema basi nimechoka, na akaondoka. Alikuwa anakupenda eh, sana, lakini kama walivyosema mtu akikupenda hawezi kukuacha kirahisi, mpaka siku atakapochoka. Na hatimaye alichoka, na sasa nimebaki nikijiuliza, nilimfukuza kwa sababu nilikuwa nakupenda wewe au nilikupenda kwa sababu nilimfukuza yeye? moyo wako ulikuwa umejaa maumivu, najua, lakini sasa nimeamua, mimi sitakuacha tena. Mambo yangu yakikamilika, nataka turudiane kabisa, tuishi kama tulivyopanga zamani. Lakini sasa mipango yangu na yake imevurugika, yeye anangoja talaka, mimi tayari nimeachana na mtu mwingine, na moyo wangu uko katikati ya furaha na majuto. Mpenzi, usiwazi sana Wakati mwingine mapenzi ya kweli hupitia njia za huzuni ili afike pale panapoitu kweli. Ntakuja na kuahidi. Sawa mpenzi, lakini safari hii tusicheze na mioyo ya watu, maana mioyo haijengwi kama nyumba. Ikivunjika haina palasta ya kurudisha ule upendo wa awali. Mme wangu anakuja. Bye love, tongea baadaye akitoka, eh? mm, I love you. hello